Kwa maombi yawezekana, haitakupendeza lakini, sio itakuwa itakuwa ya kupendeza, na mi nami nitakupendeza. Niseme neno moja kwako, tarehe ishirini na nane mwezi huu mwaka elfu mbili na ishirini na tano naibu katibu mkuu wa Twarika Tanzania Sheikh Haruna anakwenda kuchukulia fomu ya ubunge. Naomba uitikie hilo jambo kwa mapenzi ya Allah na nitalipa laki yako moja Naomba uitikie na uinuke, nikupe mkono. Kama unataka niukabidhi laki yako hapa hapa, sawa? Ipo, sio kwamba haipo. Laki moja ya fomu ya ubunge wa jimbo la Arusha mjini. Sijachangiwa na mtu, umaskini wangu ndio nimekukabidhi hii laki moja. Sawa mzee, mheshimiwa, jamani ni haki yangu mkanipiga picha, watakao nipiga mawe wanipiga mimi. Nimempa Makonda akachukua fomu ya ubunge Arusha mjini. Wangapi wanaamini ya kwamba kupitia Makonda Arusha inakwenda kubadilika? Ah, lazima ajasikia. Naomba nirudie tena. Wangapi wanaamini ya kwamba kupitia Makonda Arusha inakwenda kubadilika? Oh, hey! <tos> <tos>